Na kutokana na hali hiyo, imekuwa vigumu kufahamu kilicho ndani ya mikataba kati yao na wanunuzi na kama kiasi kinacholipwa ndicho kilichotolewa na wanunuzi. Kwa hiyo ni muhimu kwetu kufahamu mambo ya msingi, yani key contractual terms, yanayotakiwa kuzingatiwa katika mikataba hiyo, badala ya kuziachia halmashauri kufanya maamuzi hayo. Mimi naamini uwazo katika swala hili utasaidia uendeshaji wa biashara hii na kuondoa hali ya kutoaminiana. Na kwa uzoefu wangu, changamoto hii ya elimu juu ya biashara ya kaboni, uendeshaji wake na mikataba ni changamoto ambayo pia bado ipo katika nchi nyingine za jumuiya ya Afrika Mashariki na hata SADC. Kwa maoni yangu, ni vema mkutano kama huu uandaliwe mahususi ili kutoa elimu kwa mamlaka za serikali za mitaa na mikoa na wilaya, lakini pia vyombo vya ulinzi na usalama mapema iwezekanavyo. Kituo cha Taifa cha Ufuatiliaji wa Kaboni chini ya Ofisi ya Makamu wa Rais na TAMISEMI viongeze kasi ya kufanya programu maalum ya kufikisha elimu hii katika ngazi ya wilaya na vijiji, lakini pia vyombo vya habari, taasisi za teknolojia na mawasiliano. Nimefurahi nimemwona ndugu yangu Dr. Jabiri yuko hapa na wenzake, lakini pia mkurugenzi wa TBC na wengineo. Mnayo nafasi ya pekee sana kupeleka elimu na uelewa wa biashara hii ya kaboni. Lakini pia nawaomba tuwatumie marafiki zetu na wabia wetu kama UNEP, NDC Partnership, na wengineo ili watusaidie kuhakikisha kwamba tunakuza uelewa wa biashara hii katika taifa letu. Ninapenda kusisitiza taasisi na mashirika kujiwekea na kutekeleza mipango ya kutumia vifaa vyenye matumizi kidogo ya umeme na kuhamia kwenye magari yanayotumia umeme na gesi. Na hapa nataka peleka ujumbe kwa kuwa wakuu wa mikoa mpo, na nyinyi ni wenyeviti wa kamati za ulinzi na usalama katika mikoa, lakini vilevile vile kupitia kwako kwa mheshimiwa waziri wa nchi pande zote mbili za Muungano ni muhima, ni muhimu pia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vianze hatua ya kuelekea kwenye magari yanayotumia umeme na gesi. Ni muhimu pia taasisi na mashirika yawe na vitengo vya mazingira. Nimewaona hapa mmesimama, lakini viimarishwe na vitengewe bajeti za utekelezaji wa miradi au shughuli za kuhifadhi mazingira, ikiwemo utoaji wa corporate social responsibility. Na ili kuhamasisha taasisi na mashirika, tumefanya uamuzi, ofisi ya makamu wa rais itaanza kutoa tuzo wakati wa kilele cha siku ya mazingira duniani kuanzia mwaka huu, kwa taasisi na mashirika yatakayobainika yamefanya vizuri sana katika uhifadhi wa mazingira. Wataalamu watakaotoa mada, ninaona ipo haja ya kuwaambia mkutano huu, ili tuweze kujifunza na kufahamu kutoka nchi nyingine barani Afrika wanavyofanya biashara hii ya kaboni na kuona namna wenzetu wanavyokabiliana na changamoto zinazojitokeza. Bila shaka hii itasaidia kuwasili maarifa na hivyo kuboresha utendaji wetu katika biashara hii, na Kituo cha Taifa cha Ufuatiliaji wa Kaboni kina nafasi nzuri ya kuwezesha jambo hili ninaona udhaifu katika uratibu wa biashara ya kaboni, kama ambavyo amelisisitiza Bi Margaret Barihait. Kwa kuwa biashara ya kaboni inahusisha wadau wengi, ni muhimu kuwepo kwa uratibu madhubuti, na ni vyema Ofisi ya Rais TAMISEMI, Ofisi ya Makamu wa Rais, Mwanasheria Mkuu wa Serikali pande zote mbili za Muungano na serikali za mikoa zikutane kwa ajili ya kupitia uzoefu tuliojikusanyia hadi sasa na kujadili na kupata mwelekeo wa pamoja katika uendeshaji wa biashara hii ya kaboni na kurekebisha kasoro zilizopo hivi sasa. Uwepo wa taasisi ya kusimamia na kuratibu kaboni kisheria utaleta manufaa yafuatayo. Kwanza, kutoa fursa kwa nchi kushiriki kwenye masoko ya kaboni ya kimataifa na kuchochea uwekezaji katika sekta zingine, lakini pia itasaidia kuongeza pato la taifa. Pili, kuimarisha usimamizi endelevu wa mazingira kwa kulinda mazingira dhidi ya madhara yatokanayo na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa kuweka mifumo thabiti ya kusimamia na kufuatilia masuala ya gesi joto. Na tatu, kuimarisha ushirikiano na taasisi, mashirika na sekta binafsi katika kuibua fursa za uwekezaji za biashara ya kaboni nchini. Kwa kutambua kituo hiki kisheria, sasa kitakuwa na uwezo wa kuingia mikataba mbalimbali yenye kuleta faida kwa nchi yetu bila kipingamizi cha kisheria. Ni lazima kuanzia sasa NCMC ibadilike na ionyeshe kwa haraka utofauti wa utekelezaji wa majukumu yake. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, tumefarijika sana kupokea mwaliko wa mkutano huu kwa taasisi mbalimbali mbali husika ambao umekuja wakati muafaka katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi pamoja na kuimarisha biashara ya kaboni. Zanzibar kama zilivyo sehemu nyingi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nchi nyingine zinazoendelea inakabiliwa na athari hizo ikiwemo mashamba ya kilimo kuingia maji ya chumvi kuharibika kwa ubora wa maji ardhini unaotokana na visima vya maji kuingia maji ya chumvi, kupanda kwa kina cha maji ya bahari kunakupelekea kuongezeka kwa mmomonyoko wa fukwe, kupotea kwa makaazi ya bony kwenye maeneo hayo na kadhalika. Hivi karibuni Zanzibar tumepitisha kanuni ya biashara ya kaboni. Hivyo mkutano huu ni muhimu sana kwetu kwa kutoa fursa ya kuweza kujifunza na kupata uzoefu kwa vile tayari biashara hii imeshaanza kutekelezwa kwa upande wa huku Tanzania bara.